Bila majibu yetu. Hii ni kweli yako, madaftari humu ulioandika mahitaji yenu mbalimbali. Kama unavyoona, yote haya ni yale ambayo mliniambia niwaletee kwa Mungu hapa mlimani. Yako mengi kweli kweli kama mnavyoona, tunanyenyekea mbele za Mungu kwamba kuna watu wana matatizo ambayo dunia imeshindwa kuyatatua. Hii ni laptop. Kuna maelfu na maelfu ya mahitaji ya watu yameseviwa humu, na kwenda kuyasoma mbele za Mungu. Kwa nini nimebeba vitu hivi? ni kwa sababu eh, Mungu akiniambia juu yako, nitasoma jina lako na kuandika unabii. Baada ya siku tatu nitakaposhuka kutoka mlimani, nitalitaja jina lako na nitakwambia yale Mungu alioniambia kuhusu wewe. Usivunjike moyo, nimekukataa lakini Mungu amekukubali. Ananingojea huko peleke shida zako kwake. Mungu alimwambia Abimeleki, tuma watu uende kwa Ibrahimu mtumishi wangu, kwa kweye ni nabii, akikuombea utaishi. Mungu alimwambia Kornelio atume watu waende Yafa wakamwite Petro, kwa sababu kupitia Petro nyumba ya Kornelio itaokolewa. umetuma mahitaji yako kwa nabii unakwenda kwa Mungu, takaa kwenye msitu huu katika utulivu, kimlilia Mungu wa mbinguni, kimwambia Mungu, wabariki watu hawa, sema na mimi juu yao. Na nahakika Mungu ataniongelesha, atasema na mimi, taongea na mimi na mimi taongea na nyini yale ambayo Mungu ailienge Biblia inasema Musa alienda kuongea na Mungu mlimani, na alikuja akawaambia watu yale Mungu aliyomwambia kutoka mlimani. Basi sasa, kila mtu anayenitazama endelea kutuma mahitaji yako kwenye namba sifuri saba nne mbili kumi na nne kumi na nne kumi na nne. Leo ni siku yangu ya kwanza. Majina yako, mahitaji yako yatapokelewa na wahudumu, watayaleta mlimani, ili uungane na hawa maelfu kwa makumi elfu na ukwenda kuomba kwa ajili yao. Mlima huu ni Mungu alinisemesha, tazame ulivyo mkubwa, kote kule ni mlima mkubwa kabisa. Kamera zitakuonyesha ule mlima uone na kule juu kabisa ndiko ambako tunaelekea. Tunaelekea kule juu kabisa kileleni, ambako nitakwenda kuongea na Mungu kwa ajili yao, niombee na ya mimi na kuombea, niombee nifike salama pale. Mungu atasikia maombi yako, kama baba atasikia maombi yangu usiache kutuma sadaka kwenye namba sifuri saba nne mbili kumi na nne kumi na nne kumi na nne. Ni sadaka ya kupandia mlima, utume kwa namba hiyo, na Mungu atakufungulia milango kutoka juu. Ya mlima huo amenipa mamlaka ya kutatua matatizo ambayo dunia ilishindwa kuyatatua kabisa kwenye maisha yako, yale mambo magumu yaliyowaua wengi katika ukoo wako hayatakuua wewe, kwa sababu Mungu aliyenituma ana Mungu ana uwezo wa kufanya mambo. Akubariki sana. Naendelea kupanda mlima, endelea kuomba huko nyumbani. Usikae bure ukasema nabii ameenda kuniombea. Biblia inasema ombeni mtapewa. Unapoomba huko nyumbani kwa siku tatu juu ya shida hizi, ukiniombea kwamba, Mungu nabii amepeleka shida zetu kule, naomba shida zangu zikatatuliwe basi Mungu akisikia maombi yako, atakuja kuongea na mimi juu yako, kama alivyomwambia Isaya akasema, Hezekia ameomba, nenda kampe majibu. Na wewe ukiomba, Mungu atanituma kuleta majibu kwako. Mungu akubariki, twende pamoja, twende pamoja, siimie moyo, nafika pale na mii baada ya